Huyu ameenda kutafuta watu wake. Hii coffee ni real ama iko behind the scenes? Ni kama alikuwa amekuja coffee tu hii ni ile kofia ya tekawi, unafungiwa ukienda nayo alipigwa. Wengine skrinshot haraka haraka walizoma diploma. Mungu anajua kwa nini huyu na diploma yake akuandikiwako askari. Heri yeye ashapata kofi ya kuingia nayo 2026. Asiriko Kenya hata yeah, mtu awezi kuoteza mtu wake kwa amani. <coughs> Uzuri ashamaliza statement yake huyu. <laughs> Ashakula kofi yake asiposimamishwa atende hivyo. Zambia, kuna <coughs> wengine walisoma diploma. Kofi moja tu anarudi factory reset. <coughs> Unasema aje kuhusu hiyo kofi moja tu? Tuende kazi. <coughs>